Na leo mtu anatoroka huyu, anaenda kule, na akiugua anamleta hapa, anatibiwa na madaktari aliyowaona. Hiyo hao wamepotea, wanasoma Babylonian education, ni ukichaa. Na hao hao wanaotudanganya, hao bado wanapanda ndege ambayo wamesoma. Hao watu kwa nini wanapanda ndege? Haya basi, haya tafsa ndege iko basi, kwa nini wanapanda gari? Na ni elimu Mechanics hiyo wametengenezwa, wa ni physics. Unapanda basi hapa kwa sababu ni education. Vijana, tusipojua ukweli huu, lazima ujue kilicho chema, pima una ukweli. Mpaka unapeleka nguo dry cleaner, ni education. Unalala kwenye nyumba hizo, jengo pale ni watu ambao ni mainjinia wanaoweka construct majengo, na unakaa unaelea juu gorofani, na unakubali hao waliokaa hapo